Saa tisa usiku tumepata simu ya kuambiwa mali zangu zimeteketea na moto, basi nikaweza kupanda kaomba msaada, ikafika mali yako ke, imepita mali zangu zote za zamani zaidi ya milioni sitini zimefika, zote zimeteketea, mashine zangu zote tano, duka langu na vifaa vyote vimeteketea, mbao za watu, milango ya watu niliyokuwa nimekabidhiwa yote kuteketea. Kwa hiyo sina jinsi, kakushika sina, nina watoto ninasomesha, kwa kweli sina jinsi, ina mshukuru tu Mungu kwa yote, na chamananamasamia tusaidie tu, rais wetu hasa, tushike mikono ingalao tupate tanezi kwa kuanza kazi iweze kuss kwamba Sabasaba nzima imewaka moto kwa taarifa ambazo, na bwana ambavyo anaaailisho basi baadaye nikichukua usafiri moja kwa moja mpaka bandani. Baada ya kufika hapa, baadaye nikakuta valaalukiimisha anguka chini, banda langu ya ba, zaidi ya miosasimatano banda tu, mbali na mali ambazo zilikuwa mundani kwa sababu mimi nikavijenza kisasa kwali na wavu ofisi ndani basi nilikuwa na wateja mbalimbali, ambapo lile banda lilikuwa linaweza kuchukua bali, wateja wangu walikuwa ni wengi, waachika wapo wengine. Sasa cha kushangaza sisi tumekuta tu banda limeshalifuka mpaka chini. Kwa maana hiyo, mlinzi ndiye ambaye anajua kwamba moto umetokea wapi, mpaka uje uuze. Sana sana banda la kwangu ndio limeisha zaidi mimi hapa nilipo na kwa umri huu, ule ndio ulikuwa alimtajwa kuuza familia, sasa umeteketea. Tulikuwa ta mpopo za benki, tunasomesha watoto, familia zote zilikuwa zinaangalia. Kwa hali ya sasa hivi, hatuna mbele wala nyuma, mtaji wote umeteketea, zote mali ambazo zimetuwepo. Kwa hiyo tunaomba sasa serikali, kitengo cha maafa, watuangalie sisi ambao kwamba iwe kweli kitengo cha maafa kwa sababu isiwe kwamba kitengo cha maafa hela zinatengwa, wakati wa anga tunapata shida kama hizi, alafu tena hela inachelewa kutufikia ne. Sasa familia tutatukimbia, watoto watashindwa kwenda shule. Ushauri wangu juu ya serikali ni kwamba kama uwezekano, watutengeneze miundombinu ya mabomba ya maji, lakini vilevile kama inawezekana, nyakati za usiku gari ya zimamoto hiyo inapangwa hapa kwa sababu kama wapo kwa ajili ya kulinda wa Tanzania na soko hili ni kubwa, soko letu hili ni kubwa kwa East Africa, na soko soko zaidi ya milioni mia. Lakini cha ajabu nimejaribu kuwauliza, je, mna bima? Wanasema kwa kweli hilo, mwenye kiti yani tuna, sisi wenyewe baada ya kutokea haya, kwa kweli tumejiuliza mara mbili mbili. Kwa hiyo niwaombe madhara kama haya au vitu kama hivi, biashara yote unaweza ukapuuzia kukata bima, lakini inapotokea tatizo kama hili, ndio utaona bima umuhimu wake ni nini. Kwa hiyo niwaombe sana sisi kwa niaba ya chama cha mapinduzi mkoa wa Mwanza, tunawapa pole sana, lakini tuwaombe jamani, chonde chonde, jaribuni kuweka kukata bima, lakini niwaombe hata makampuni ya bima nayo, shughuli kama hii ni kubwa waje waone kupitia tatizo hili ambalo limetokea, basi waone, waje waone kwamba hawa watu pengine hawajapata hiyo elimu ya bima, si ndio mlisha